Lam yalido, lam yalido, lam yalido, lam yalido. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Safari ya mwisho ya aliyekuwa wiji wa muziki wa dansi nchini Tanzania, uh, Saidi Zigi ambaye ameweza kustiriwa katika makaburi ya Msambweni jijini Tanga. Allahumma la taharimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghafir lana wa lahu wa lil muslimin. Allahumma ighfir li ahli al qubur min al mu'minina wal mu'minat. Ni nyumbani kwa mzee Hiza rafiki wa aliyekuwa gwiji wa mziki wa dansi ambaye leo hii ameweza kustiriwa katika makaburi ya Msambweni jijini Tanga. Lengo kubwa la kufika hapa ni kuweza kutaka kufahamu historia iliyopo kati ya mzee Hiza na marehemu Saidi Zigi. Sasa mimi ni Steven John Hiza. Na tulitoka mbali mimi na Zigi, toka wadogo tumeanza kucheza golori na nini, na Mungu ajalia 67 tukaanza kuingia bendi ya Atomic bendi Atomiki ndio tumekwenda nayo mpaka mimi kwenye sitini na tisa nikaacha bendi ya bendi mwenzangu, Zigi nikamwacha aendelea. Kumbe huko katikati kani mwenzangu naye akaa akashikwa na maradhi ya tumbo ndio mpaka leo ameondoka, na shukuru Mungu. Nami na nyimbo kubwa ambayo mpaka leo inavuma ni Tanzania nchi ya furaha, nilimba mimi na Ziggy mwanangu, kaimba sauti ya mimi, sauti ya kwanza, mwanangu anaimba sauti ya pili. Nyimbo zote zile za Atomiki ile nakupasudia afidha wangu, kuna na kupumzika, zote zile nilimba mimi na saiba wangu Ziggy Saidi. Ah, Ziggy, tutakukumbuka kwa sababu tulikuwa tukote mitaani. Namkumbuka sana rafiki yangu mwanangu, tumekuwa wote toka wadogo paka leo mwanangu kishatangulia. Namshukuru Mungu ee, mm, hmm, kuna Atomic jazz na, na jamhuri jazz. Tamani bwana, utaratibu wetu bwana, ukitunga nyimbo lazima nyimbo ikachekiwe, maneno yenu mazuri au vipi? kama maneno yenu haya, haya hivi mwambie nyimbo atuitaki tafuteni nyimbo yenye maneno ya kutunga, ya mafunzo au maelezo. Hizi nyimbo zinatolewa, maana mtu umekaa na babako na mjukuu wako na vidogo vyako kuna hizi TV zetu, huona watu wanacheza na vichupi hapo na nini. Basi a utafanyaje sasa? ambayo ndio maendeleo sasa. Maendeleo gani ya hivi jamani?

hivi jambo kubwa sana ilikuwa na muomba rais, na wimbo wake wa Mama Samia, Mola umzidishie busara na nguvu, masamia na walio chini yake umpe busara na hekima. Tanzania oye, nchi yenye amani. Hapa yuko Majaliwa, yuko nani, karibuni nyimbo nzuri. Sasa ningemwomba mama ane mpango mije Dar es Salaam koni rekodi nyimbo yangu. Hapa Tanga hatuna studio za kurekodi bendi, ndio shida yangu mama. Saidie mzee na mkumbuka wa, wa Tanzania yetu, kwa sababu alikuwa anapiga anaimba na kupiga gitaa, yani gitaa la kati, sema gitaa rhythm, kwa sababu mtu ambaye anapiga na kuimba huyo, mtu ambaye muogope sana. Alafu yule alikuwa anaimba sauti ya pili. Hii nyimbo ya Tanzania yetu watu hawajui ni, ni utunzi wake wa mzee Steven Iza, kweli lakini Iza, kwa bahati nzuri zaidi kwamba yeye alikuwa ni mtu wa kuongea sana kwenye ma, media, kwa hiyo alijulikana sana lakini ile nyimbo watu wawili ndio wameimba mleiza Steven Iza na na huyu marehemu mzee Ziggy Saidi.